Na mtazamaji wa Faida Online TV. Leo tuna ripoti moja kwa moja kutoka kwenye mtaa wa Ligula shuleni ambao unapatikana kwenye kata ya Shangani Manispaa ya Mtoni Mikindani mkoa wa Mtwara. Kwa jina naitwa Zulfa Muhammad. Baadaye ulivyokata umeme tukaona moshi ulivyokuwa. Moshi kuna mtu akaja akatuambia kweli kuna nyumba inaungua penusula, ndio tukaja hapa tukakuta moto tukakuta nazima moto. Wanazima wana kwa majina, anaitwa ndugu Isa Saidi Isa, ni mkazi wa kata ya Shangani. Aa, wanadai moto ulianzia chanzo pale jetini. Watu ambao waliwahi kuja kwa muda huo, mimi nilipoulizia akasema wajana kulitokea na tatizo tena la moto wakawahi kulipoti fire. walipokuja fire walijitahidi kuzima kushirikiana na wale ila ukuwa moto mkubwa wenye mazila kama yale. Lakini leo majira ya muda huo saa mbili moto ulizuka tu ghafla, wanavyodai wenyewe, baada ya kueleza. Mimi naitwa Gen Josefu Aule, nilikuwa natoka katika shughuli zangu, nilipita hapa nikuta moto unawaka katika moto kuwaka. Nimeona moto umewaka kwa muda mrefu sana. Kitu kubwa tunachokiomba serikali kwamba wanapotokea tukio waje kwa haraka waweze kuzima moto kwa sababu walipofika moto ulikuwa umeshamili na hamna kitu chochote ambacho alichookoa. Na tumepata nafasi ya kuzungumza na mheshimiwa diwani wa kata hii, mheshimiwa uh, Mohamed Sinani ambaye naye alifika katika eneo la tukio na kuweza kuelezea kinagaubaga kile ambacho anakifahamu kuhusiana uh, na tukio hili. Mohamed Sinani, uh, diwani wa kata ya Shangani. Uh, tuko katika eneo hili la Ligula, kata ya Shangani, tumepata majanga kidogo katika kuunguliwa hii nyumba e, ni nyumba ya mmiliki mzee maarufu hapa anaitwa Mzee Kulyohi, lakini pia ni mzee ambaye hayupo kwa sasa. Kwa hiyo hapa sasa hivi kuna familia yake kwa maana ya mama na watoto wake. Tumepata taarifa hizi sisi kupitia mimi hasa mmiliki wa hii nyumba, mtoto wake ni rafiki yangu anaitwa Yusufu, kanipigia simu kwamba moto nawaka, na hii hitilafu ilianza tangu jana jana kulitokea hitilafu kidogo, moto kuwaka, lakini wakaja watu wa faya na majirani na wananchi, tukawashukuru, wakatusaidia, moto ukazimwa. Lakini leo tena imetokea hitilafu pale pale ambako jana, inaonyesha umeme ulikuwa una shida, wanasema tatizo labda ni umeme. Kwa hiyo wakaja watu wa Tanesco wakadhibiti, lakini pia tunawashukuru watu wa faya. Baada ya kuwapigia simu watu wa faya, kwa ushirikiano mkubwa wamewahi, tumefika, ndio kama unavyoona hali ilivyokuwa sasa hivi tuna tunakaribia kuuzima moto wote kwa eneo la mbele la hii nyumba, lakini kule nyuma bado hakujaathirika. Eneo la nyumba kwa upande huu wa mbele lote limeungua, lakini pia hawajabahatika hata kuokoa mali, kwa maana ya vitu vilivyomo ndani. Hivyo basi, ambayo sasa hivi iliyobakia, hatua naochukua watu wafaya, ni kudhibiti kwenye eneo la nyuma ya nyumba kwenye mabanda yale upande wa nyuma, na nadhani kule kwa sasa hivi wameweza kudhibiti na moto hautoendelea, kwa sababu kwa hatua walizofikia ni hatua nzuri. Kwa upande wa nyuma ya nyumba hakuna sasa hivi moto, ni tunazima tu kwa upande wa mbele wa hii nyumba, lakini pia tumezungumza na ndugu zetu wa jeshi la zima moto na uokoaji katika mkoa huu wa Mtwara ambao wamethibitisha kutokea kwa moto huo na kuelezea nini ambacho wamekifanya mpaka kufikia wakati huu. Kwa majina anaitwa mrakibu msaidizi wa Ambrose Fondunguru, ni afisa operesheni wa jeshi la moto na uokoaji mkoa wa Mtwara. Leo tumepata wito wa tukio la moto kwamba kuna moto wa nyumba ya makazi, mtaa wa Ligula Shule, kata hii ya Shangani. Tumefika hapa na mitambo yetu kama mnavyoiona, mnapo magari ya, ya kuzima moto, lakini tumeshikana na water boza la bandari. Tumeweza kupambana na moto na hatimaye kama mnavyoona, tumeshaweza kuuzima moto au kudhibiti moto mpaka dakika hii, chanzo bado hatujaweza kukibainisha, uchunguzi unaendelea. Kama mnavyofahamu e, nyumba hii jana ilipata madhila haya haya ya kuungua na moto, lakini leo tena nyumba hii hii imepata madhila haya ya kuungua na moto. Kwa hiyo uchunguzi tulianza jana, bado tunaendelea nao, kwa bado chanzo hasa cha tukio hili kwenye nyumba hii kuungua moto mara mbili kwa siku mbili mfululizo, bado hatujapata, ila uchunguzi kukamilika, tutawahabarisha. Viti, meza, e, vitanda na vitu vingine vilivyopo ndani ya nyumba hii vimeweza kuungua moto, lakini vile vile unaona hata kuta za nyumba zimeweza kuungua. Naam, mtazamaji wa Faida Online TV. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. jina jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Kumbusha, kusubscribe, kuhu, like, ni kukumbushe ku kulike na omencheni yetu ilioendelea kupata habari zetu. hakika sisi ni watu wa fildi. asante na kwa heri.